Fayudhillu Allahu man yashau. Sura ya ngapi na aya ya ngapi? Aya 33 wa Suratul Dhariyat. Amepata juzuu thelathini, msahafu mzima, na tunakwenda kwa mheshimiwa rais wa Zanzibar naye amesema ana tabaruk kuuliza swali. Karibu mheshimiwa rais. Asante sana. Nisome

yanatokana na juhudi za waalimu za kuwaandaa vyema washiriki kwa ushirikiano na wazazi na walezi wao. Utaratibu huu unaoendelezwa na taasisi ya Aisha Sururu Foundation na taasisi nyingine zinazofanya jitihada za kuhifadhisha Qur'an na kuendeleza malezi ya Kiislamu lazima uungwe mkono kutokana na umuhimu wake kwetu Waislamu. Hatua hii ni katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu na kuimarisha mambo ambayo yana fadhila kubwa mbele ya Mola wetu. Kadhalika tunatekeleza wajibu wetu wa kuiandaa jamii yetu kuwa ni jamii yenye maadili na hofu ya Mwenyezi Mungu. Ni dhahiri kuwa kwa kuwafundisha vijana wetu kitabu cha Mwenyezi Mungu, tutakuwa tunaweka msingi bora wa vijana wanaojiepusha na mambo yote maovu na kuiwezesha jamii kuishi kwa amani na salama. Tumesikia hapa kazi kubwa inayofanywa, kazi kubwa ambayo imeshafanywa na taasisi hii tokea ilipoasisiwa, kupitia risala tuliosomewa, pamoja na malengo yao katika kufanikisha shughuli za taasisi hii. Napenda nikuahidini ushirikiano wangu binafsi katika kufanikisha shughuli mnazozifanya. Napenda nikupongezeni kwa jitihada zenu za kuweka mazingatio maalum ya kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu, mayatima na wajane, kwani makundi haya yanakabiliwa na changamoto nyingi, na hivyo wanahitaji msaada wetu. Sawadi yake mshindi wa kwanza juzuu thelathini wa vulana ni shilingi milioni tano. Takbiri!